Hello Tanzania, habari. Kwa majina naitwa Mshamba Abdalla Abdalla, mimi natoka Sidco na leo nimekuja kuwafahamisha kwamba bado mbegu ya Astra F1 ipo. Mbegu ya nyanya Astra F1 bado ipo na inapatikana Tanzania nzima. Wale wakulima wanaopenda kulima nyanya kipindi cha masika, hii ndio kiboko yenyewe, kiona mvua inafurahia. Na hii miche yote inapatikana katika vitalu tofauti tofauti hapa Tanzania. Moja ya kitalu ambayo inapatikana miche ya Astra, zunguka Raha Farm zote Tanzania, utaweza kupata miche ya Astra F1, na hawa bwana wanauza miche kwa bei ya kawaida sana. Bei yao ni ya kawaida sana, hivyo kila mkulima anaweza kununua miche kupitia vitalu vya Raha Farm na ataweza kulima kilimo chenye tija kubwa kuliko hii. Inakupa ndani ya siku sabini na tano una uwezo kuanza kuivuna na ukivuna basi ukamaliza majuma yake kumi na mbili ina uwezo wa kukupa tani hamsini mpaka hamsini na tano kwa ekari moja. Ewe mkulima unasubiri nini? Nyanya ni Astra F1 kutoka Seedco Tanzania. Asante sana.